Katika miji mingi duniani, upatikanaji wa mikopo bado ni tatizo kwa wakopaji wa benki na wa nje ya benki. Lakini shukran kwa maelfu ya wa wakopaji waliosajiliwa, sehemu ya tatizo hili imetatuliwa. Hivyo wakopaji wanaweza kuwapata wakopeshaji mtandaoni na nje ya mtandao masaa 24 siku 7, kwa haraka na rahisi. Lakini ukwasi wa wakopeshaji wadogo una kikomo na unaweza kuleta vikwazo katika kupata mkopo pale mkopeshaji anapoishiwa na mtaji wakopeshaji wanalazimika kusubiri kwenye mstari kabla ya kukopeshwa. Hapa Pocket Money, tunaamini ushirikishwaji wa kifedha ni pamoja na kurahisisha upatikanaji wa mikopo kwa kasi, gharama nafuu na kwa urahisi. Hivyo wakati tukiendelea kutengeneza soko la dunia kuunganisha wakopaji na wakopeshaji, tunapanua pia mtaji wa wakopeshaji waliosajiliwa. Hatutaki kufanya yaliyokwisha fanywa, lakini tunataka kuchangia kuhakikisha mtiririko wa pesa za wakopeshaji unabaki chanya na wakopaji wengi zaidi wanapata nafasi ya kukopa. Tazama namna ya kuchangia mkusanyiko wa ukwasi wa Pocket Money kwa kutembelea www.pocketmoney.finance money finance